Karibu ndugu mtazamaji, katika chaneli yetu pendwa. Leo naenda kuelezea faida kumi za kiafya za tunda la parachichi e. Parachichi au kwa jina la kizungu avocado ni tunda lenye virutubisho vingi na faida nyingi za kiafya zifuatazo. Ni faida kumi za kiafya za kula parachichi. Faida ya kwanza ya kiafya ya kula parachichi ni kwamba parachichi huboresha afya ya moyo. Kwa nini parachichi huboresha afya ya moyo? Kwa kuwa lina kiasi kikubwa cha mafuta ya monounsaturated kama vile oleic acid, ambayo husaidia kupunguza kiwango cha cholesterol mbaya au kwa jina la kitaalamu inaitwa LDL na kuongeza cholesterol nzuri yani kwa kitaalamu HDL. Eh, kwa kufanya kwa kuondoa eh, kolesterol mbaya, kuongeza kolesterol nzuri, parachichi hupunguza hatari ya magonjwa ya moyo na kiharusi. Mfano, mtu anayekula parachichi mara tatu hadi nne kwa wiki anaweza kupunguza kiwango cha kolesterol na kuweka pressure ya damu katika kiwango kizuri. Kwa hiyo matunda matatu manne ya parachichi kwa wiki inatosha katika kuboresha afya ya moyo. Faida ya pili ya kula parachichi ni kwamba Parachichi huboresha uwezo wa kuona, kwa hiyo kama unataka kuwa na uoni mzuri basi unaweza kutumia parachichi katika uh, parachichi katika mlo wako. Huboresha uwezo wa kuona, kwa kuwa lina virutubisho vya vinavyoitwa lutein na nyingine inaitwa zeaxanthin ambavyo ni viungo muhimu vinavyosaidia macho kuwa imara na kupunguza hatari ya matatizo kama kizunguzungu cha macho na degedege ya macho yani, kwa jina lingine inaitwa macula. Degeneration, macular degeneration. Uh, e, watu wazima wanaokula parachichi mara kwa mara wanasaidia macho yao kustahimili mwanga mkali na kupunguza hatari ya kushindwa kuona vizuri uzeni. Kwa hiyo kama unaona umri umri go mlikwenda, basi jaribu kutumia parachichi ili uweze kuboresha uwezo wako wa kuona. Faida ya tatu ya kula parachichi ni kwamba parachichi husaidia katika usagaji wa chakula. Uh, tunda hili lina kiasi kikubwa au kiwango kizuri cha nyuzi nyuzi kwa jina la like Kiingereza inaitwa fiber ambazo husaidia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kufanya kazi vizuri na kupunguza matatizo kama kufunga choo au tumbo kujaa. Mtu anayepata tatizo la kufunga choo anaweza kula nusu ya parachichi kila siku na nafuu baada ya ya siku chache. Kwa kwa hiyo inasaidia kwa watu wanaofunga choo au kuwa wenye constipation. Faida ya nne ya kula parachichi ni kwamba Uh, ingawa parachichi lina mafuta eh, mafuta yake ni ya afya na huwafanya watu kujisikia kushiba kwa muda mrefu hivyo kusaidia kudhibiti hamu ya kula mara kwa mara. Kwa mara nyingine, parachichi husaidia kupunguza uzito kwa sababu inakufanya ushibe muda mrefu, kwa hiyo kama uli mara kwa mara, maana yake una uwezo mkubwa wa kupunguza uzito. Kwa hiyo, faida nne ni kwamba parachichi husaidia kupunguza uzito. Mtu anayepunguza uzito anaweza kula kipande cha parachichi asubuhi badala ya chakula enye sukari nyingi na mafuta mabaya ili asikumbwe na njaa haraka. Faida ya tano ya kuparachichi ni kwamba parachichi huboresha afya ya ngozi. Mafuta ya parachichi na vitamini E husaidia ngozi kuwa laini, yenye mvuto na kuzuia mikunjo. Pia huimarisha seli za ngozi na kupunguza madhara ya jua. Unaweza kutumia mafuta ya parachichi kupaka usoni au kula parachichi mara kwa mara ili ngozi yako iwe na unyevu na kuvutia kwa wale wanaotaka urembo. Parachichi ni mzuri kwa sababu inasaidia kutunza afya ya ngozi. Faida ya sita ya kula parachichi ni kwamba parachichi husaidia kudhibiti kisukari. Nyuzi nyuzi zilizopo kwenye parachichi husaidia kupunguza kasi ya kuingia kwa sukari kwenye damu na kudhibiti kiwango cha sukari mwilini. Mgonjwa wa kisukari anaweza kula parachichi badala ya matunda yenye sukari nyingi kama ndizi au embe ili kuepuka kuruka kwa kiwango cha sukari mwilini. Kwa kama una kisukari, baada ya kula matunda yenye sukari nyingi, basi unaweza ukatumia parachichi kama tunda lako pendwa. Faida ya saba ya parachichi ni kwamba parachichi husaidia kuimarisha mifupa. Parachichi lina vitamini K ambayo ni muhimu kwa afya ya mifupa kwa kusaidia ufyonzaji wa kalsiamu na kuzuia mifupa kuwa dhaifu. Kwa hiyo, kama unataka kuwa na mifupa strong, basi unaweza ukatumia parachichi mara kwa mara, kama tunda lako eh, ili uweze kuboresha mifupa yako. Wazee au ya wanawake waliovuja waliovunja ungo wazee hao wanawake waliovunja ungo eh, wanaweza kula parachichi kusaidia mifupa yao kudumu kuwa imara na kuepuka matatizo ya mifupa hiyo. Nakupa hiyo, kwa hiyo chukua hiyo. Faida ya nane ya parachichi ni kwamba parachichi hupunguza msongo wa mawazo kwa maana nyingine ya stress. Kwa nini? Vitamini B na potasiamu iliyopo kwenye parachichi husaidia kusawazisha homoni za mwili na kuboresha hisia, hivyo kupunguza msongo wa mawazo na wasiwasi. Mwanafunzi au mfanyakazi aliye na msongo anaweza kula parachichi au kunywa smuthi yenye parachichi ili kusaidia akili kutulia. Wasiojua smuthi maana yake kunywa juisi ya parachichi ile nzito nzito ile. Faida ya tisa ya parachichi ni kwamba parachichi husaidia katika ukuaji wa mtoto tumboni kwa mama wajazito. Parachichi lina folic acid, folate inayosaidia ukuaji mzuri wa mtoto tumboni na kuzuia matatizo ya mfumo wa neva kwa mtoto mchanga. Kwa hiyo ni nzuri kwa mwenye mimba. Mama mjamzito anayekula parachichi mara kwa mara anasaidia mtoto wake kwa, kwa, kwa, kutengeneza mfumo bora wa ubongo na uti wa mgongo. Faida ya kumi na mwisho ambayo tutajadili leo, japokuwa kuna faida nyingi sana za kiafya za kula parachichi, lakini faida ya kumi na mwisho kwa leo ni kwamba parachichi husaidia kudhibiti shinikizo la damu. Parachichi lina kiwango kizuri cha potasiamu ambacho husaidia kupunguza sodiamu mwilini na kusaidia mishipa ya damu kupanuka vizuri. Hii hupunguza shinikizo la damu. Kwa hiyo kama una shinikizo la damu, eh, basi jaribu jaribu kula maparachichi, itakusaidia. Eh, mgonjwa wa presha ya juu anaweza e, e, kuongeza kuongeza parachichi kwenye lishe yake ya kila siku na kusaidia kupresha kushuka taratibu. Parachichi sio tu tunda la, la ladha nzuri bali pia ni dawa asilia ya magonjwa na njia ya kuboresha afya kwa ujumla. Kuwa na parachichi kwenye mlo wako kila siku ni uwekezaji bora katika afya yako. Kwa hiyo hii ni faida kumi za kiafya za kula parachichi. Usisahau ku-like na ku-subscribe katika channel hii, ili uweze kupata vitu vya ndani sana katika mambo ya lishe na chakula. Nitaendelea kukupa, eh, details za matunda mengine mbalimbali. Lakini kama kuna tunda unataka tutengeneze video, basi comment hapo chini ili tuweze posti video mpya hivi karibuni. Mpaka wakati mwingine, bye bye.